Na mambo vipi mtu wangu nguvu? Ni mimi mtangazaji wako kwa Kevoo TV na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu, na, kulike na kushare, na, kucomment, na, na ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana story kubwa inayotrend mtandaoni inamuangazia Omari Kapombe aka Baba Esther, wengi tunajua bwana huyu ni mkongo hapo Msimbazi, e, na tunajua kabisa hapo Msimbazi wamebaki wakongo wawili, Mzamiru Yassin na Kapombe Baba Esther. Sasa stories zimekuwa nyingi sana, tunajua kabisa mechi bwana ya juzi aliingia Mzamiru Yassin na alichoka, alikuwa mtu aliyechoka, mechi inamkataa kabisa na Kapombe pia, na yeye ni hivyo hivyo. Akicheza kidogo, anakuwa amechoka, anacheza mpira wa ajabu ambao aliweka. Sasa wengi sana wamesema bwana Kapombe anatakiwa staffu mpira. Mm, staffu, ashazeeka, ashakuwa mtu mzima. Mpira kidogo anatakiwa staffu, achane nao. Na tunajua amefanya kazi kubwa sana kuitumikia timu ya Msimbazi hapo hadi sasa hivi, ana miaka mingi hapo Msimbazi. Watu wengi wanamwambia bwana angeama, ange staffu, au angeama timu nyingine ndogo ambayo ina pressure ingekuwa vizuri kwa sababu tunajua kabisa ukitoka timu kubwa kwenda timu g ukiwa umechoka, unakua kidogo, at least timu inakuwa ina pressure, unakuwa na perform vizuri na mambo yanakuwa mazuri mashabiki wengi wanamtupia lawama kuhusu mechi hizi bwana. wanamwambia mechi nyingi sana, watu wakishambulia wanashinda upande wake. Anakuwa anashindwa kuzuia mashambulizi kwa sababu ya umri ushaenda, atakuwa staff hapo Msimbazi. Maneno yamekuwa ni mengi sana na tunajua hapo mbeleni kwa sababu ni mchezaji mzalendo ametumikia timu ya Msimbazi vizuri, ana yana kabisa kwa hiyo ndio hivyo, yaliojini mtandaoni yangu ni hayo. Mtongo nguvu, na kukumbusha tu, usisahau kusubscribe channel yangu na kulike na kushana ku comment ili kupata mambo anautende mtandaoni zaidi na zaidi. Asante sana, mtongo nguvu yangu ni hayo.